Tukamilishe na taarifa kutoka huko mkoani Geita, ambapo mkuu wa wilaya ya Bukombe, Amani Mwenegoha, amesema kuwa ongezeko la wahamiaji wasio na vibali nchini linatishia umoja na mshikamano miongoni mwa Watanzania pamoja na utulivu uliopo nchini. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Nampangwe wilayani humo, Mwenegoha amewataka wananchi kuwafichua watu wanaowapa hifadhi wa wahamiaji haramu ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Amikusibutunga na taarifa kamili Adhara uliowakutanisha wakazi wa kijiji cha Nampangwa kata ya Runzewe Mashariki wilayani Bukombe, uongozi wa wilaya hiyo pamoja na idara ya uhamiaji mkoani Geita kwa ajili ya kuwaelimisha kuhusu madhara ya kuwapa hifadhi wahamiaji haramu. Mkutano huo unafanyika kufuatia baadhi ya wakazi wa kijiji hicho kuwatumia wahamiaji haramu kutoka Burundi na Rwanda kama nguvu kazi katika mashamba ya tumbaku chazi wa shima ni afisa uhamiaji wa, wa mkoa Geita. Pamoja na kuingia kinyume cha sheria, wengine wanakuja na silaha huku au uongo, jamani e. Kwa hiyo, kabla hujamwajiri huyu mgeni, unatakiwa umwombee kibali cha kufanya kazi kwako. Ndiyo maana tukikukuta na huyu mgeni, utakuwa umevunja sheria na ni kosa la jinai. Tutamkamata yeye, huyo mgeni, lakini tutakukamata na wewe ambaye adhabu kwa watakao kaidi ikabainishwa, adhabu zake ni kifungo kisichozidi miaka mitatu jela au faini isiyopungua shilingi laki tano. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Nampangwa wametumia fursa hiyo kutoa rai kwa serikali. Ndugu zetu, wana Nampangwe, ni kwamba wengi hatuna utambulisho, hatuna hivyo vyeti, na pengine hata hatunavyo, hatuna uwezo, hatu hatuna wa kuvifuatilia. Sasa mimi nika nilikuwa na wazo moja au swali moja. Je, serikali haina mpango mkakati wowote wa kutusaidia hususani hii wilaya? Ni karibu asilimia themanini ni Waha. Hivyo basi, elimu ya kuwatambua kwamba huyu ni Muha ama huyu ni Mlundi tunakuwa kidogo hatunayo kwa sababu zile lugha zinafanana. Majibu ya baadhi ya kero hizo zikabainishwa na washima. Ndiyo maana ya kuja kutoa hii elimu yaelekezi elekezi kwenu kwamba ukimpata huyu mtu, nenda uhamiaji, nenda kwa mkuu wa wilaya, nenda kwa chombo chochote cha ulinzi na usalama jirani kilicho karibu na wewe. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Bukombe Amani Mwenigoha amewaonya wananchi wanaowapa hifadhi wahamiaji haramu. Wengine wanakuja kama vibarua wengine wanakuja katika ukibarua, wengine wanaoa na kuoa, na inawezekana wengine mkawapenda mkawaoa, lakini mjue kwamba hiyo ni hatari kwa nchi yetu, ni hatari kwa umoja wetu, ni hatari kwa mshikamano wetu, ni hatari kwa amani yetu. Wahamiaji haramu 29 kutoka nchi za Rwanda na Burundi walikamatwa hivi karibuni katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Bukombe ikiwemo kijiji cha Nampangwa wakitumiwa na wenyeji kama nguvu kazi katika mashamba ya tumbaku. Amekusibutunga TBC, Bukombe, Geita.